Kozi ya makocha wa soka nchini kwa leseni ya daraja A inayotolewa na shirikisho la soka Africa, CAF, imeanza rasmi katika makao makuu ya shirikisho la soka Tanzania, TFF. Kwa mujibu wa ofisa habari wa TFF, Alfred Lucas, jumla ya makocha 21 wenye leseni B ya CAF watashiriki kozi hiyo inayoendeshwa na mkufunzi wa kimataifa wa soka Sunday Kayuni. Kwa sasa napozungumza na nini, CAF wameleta hiyo kozi, walishaleta tangu mwaka jana walimu ishirini walishiriki module one au ile awamu ya kwanza ya saa mia moja na ishirini na wale wale walimu ile course inakwenda kumalizika sasa, kwa imeanza rasmi leo chini ya mkufunzi Sande Barton Kayuni. Huyu ni mkufunzi technical wa CAF na baadhi ya makocha yumo pia kocha bora wa msimu wa ligi kuu ya Vodacom iliopita, sia na wenzake. Lakini Kayuni hatakuwa peke yake, atakuja mtu wa masuala ya chakula, kwa sababu kwenye ile program inaonyesha hivyo. Atakuja mtu wa masuala ya tiba. Atakuja huyu mtu wa tiba atatoa presentation ya doping, kwa maana ya matumizi ya dawa zinazosisimua misuli Atakuja mtu wa utawala, atakuja mtu wa uchumi, atakuja mtu wa masoko, atakuja mtu wa office organization, alikadhalika atakuja mwanasheria wa masuala ya mikataba na sheria, ambaye vile vile atakuwa na presentation ya law and spirit of the game. Lakini vile vile atakuja mtu wa masuala ya habari. Kwa hiyo ni course ndefu itakayochukua hii. Sasa modulu ya pili itakuwa na saa mia mbili na arobaini na badala ya kuendeshwa kwa siku kumi na tano itaendeshwa kwa siku kumi na nane kwa sababu kila siku lazima wafanye kozi kwa saa nane. Zile siku tatu zilizoongezeka zile, zile eh, saa, siku tatu kwa maana saa nane nane, nane mara tatu zile saa ishirini na nne ziliongezeka kwa sababu eh, modulu one hai kumalizika kwa saa zote mia ishirini, badala yake walifanya saa 96. Kwa hiyo inakuwa inalipizwa hapa iliweze kukamilika na kafu waweze ku award hiyo certificate kwa, kwa, kwa walimu wetu. Kozi hiyo inatarajiwa kufanyika kwa siku 18, na iwapo makocha hao watafanikiwa kufaulu mitihani yake, Tanzania itakuwa na jumla ya makocha 42 wenye leseni ya ngazi hiyo.